Assalamu alaikum, katika kipengele cha mafunzo kutoka surati Yusuf tuko na kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wala wa a'udhu billahi minash shaitani rrajim, katika aya ya tatu Nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Kwa hakika sisi tuna kusimulia kisa kilicho kizuri zaidi. Kizuri zaidi, kwa maana ya katika levo ya uzuri zaidi, sio kizuri zaidi e, kuliko visa vyote, lakini kiko katika katika vile visa vizuri sana, na chenyewe ni katika hivyo visa vizuri sana. bima au haina ilaika hadha alquran, kwa e, tunakusimulia kwa njia ya kile ambacho tumekufunulia ambacho ni hii Qurani, kile ambacho tumekufunulia ambacho ni hii Quran. Qur wa in kunta min qablihi la minalghafilina, kwa hakika kabla ya huu wahai na hii Qurani ulikuwa hujui, ulikuwa ni katika wenye kughafilika e, katika kusherehesha aya hii na kutoa faida tunaanza na tamko la nahnu, sisi. e, tamko sisi katika lugha ya Kiarabu huwa lina maana ya e, uwingi na wakati mwingine halina maana ya uwingi e, linakuwa lina maana ya msemaji anajitukuza, sio anaongea kwa niaba ya wengine, bali anaongea kwa niaba yake peke yake. Lakini akisema sisi, maana yake anajitukuza, na hiyo ndio maana iliyokuwa akiitumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, wa taala pale anaposema sisi katika Qur'ani, na walielewa hivyo na walikiri hivyo na hawakutengeneza mushkeli. Waarabu wa wakati ule waliokuwa na itikadi ya miungu wengi hawakupata mushkeli, wakasema mbona Muhammad unatuchanganya, mbona wakataa miungu wengi na Mungu wako anazungumza kwa uwingi? Hawakutumia hoja hiyo kwa sababu walikuwa wanajua kwamba ile nahnu katika Qur'ani maana ya Allah subhanahu wa ta'ala anajitukuza. Jambo la pili katika nini mazao ya, ya, nini ya aya hii ni kwamba eh, hii ilmu ya ambayo tunaipata katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anatusimbulia na, na hii inaashiria kwamba ni neema kubwa sana eh, wa in kunta min qablihi la min alghafilina, lau kama Allah asingelileta mwongozo eh, kwa hakika wewe ulikuwa ni katika wenye kughafilika. Hii ni kama kauli yake Mwenyezi Mungu jalla waala, wawajadaka dalan fahada. Ewe Muhammad, mola wako alikukuta hujui ndia, hujui ulinganieje watu, watoweje watu katika maovu, na akili yako inakwambia kuna Mungu na anatakiwa aabudiwe, hujui namna ya kuabudu. Wawajadaka dalan fahada, Allah subhanahu wa ta'ala akakuongoza. Angalia wale watu waliokosa mwongozo wa mafundisho ya dini, wameshindwa hata kujua wao wako duniani hapa kwa sababu gani. Kwa hivyo, hawana cha kuchukua kuelekea nacho katika makaburi yao, kwa sababu hawajui hata lile lengo kwamba wanaishi duniani kwa muda na wataenda kaburini, na huko kuna maisha mengine yanaanza, ambayo ni maisha ya barzakh, yanakuwa yako katika picha mbili Mtu ataishi katika neema ikiwa alitenda neema alitenda mema duniani na ataishi katika adhabu ikiwa alifanya makosa duniani. Na hii inaashiria kwamba, yani, katika tamko la Mwenyezi Mungu azza jalla, ahsan alqasas, kisa kizuri zaidi, e, madhumuni ya Qurani sio kuwafurahisha watu kwa maneno wanayoyasikia, bali madhumuni makubwa ya Qurani ni kuwalingania watu katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Jalla waala na kuwachana na shirki. kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir an la ta'budu illa Allah. Lengo kubwa la Qur'ani ni kuwaelekeza watu na kuwaswaga katika lengo la kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na aya kadhalika inafahamisha kwamba ikiwa mtu atakuwa anaishi katika maisha nje ya masomo ya Qur'ani, nje ya meseji aliokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, kwa hakika atakuwa amepitwa na mambo mengi ambayo ni muhimu sana katika haya maisha yake ya leo na katika mustakbali wake. Asome atakavosoma yeye, ataingia katika kundi la watu waliojisahau na walioghafilika, kwa sababu Mwenyezi Mungu azza jalla amesema, wa in kunta min qablihi lamin alghafilin, kwa hakika ulikuwa qabla ya hii Qurani ni katika wenye kughafilika. Allahu jalla waala ina juzu kwake kuwasimbulia waja wake kwa neema ambazo amewafanyia. Qala taala katika aya nyingine wakadhalika, auhaina ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma lkitabu wala limanu walakin jaalnahu nuran nahdi bihi man nashau min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Hivyo ndivyo ambao, ambavyo tumekufunulia roho itokayo kwetu sisi, yaani wahai. Unaitwa ni roho kwa sababu maisha bila ya mwongozo wa dini ni sawasawa na mwili bila ya roho. Kwa hivyo mtu akishika dini anakuwa ameingiza uhai katika mwili wake, ndio maana Qurani ikasema afaman kana maitan faahyainahu, hivi yule aliyekuwa ni mfu kisha tukamuhuisha. Mfu yani anaishi bila ya dini, kisha tukamhuisha kwa mafundisho ya dini na hivi hivi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu azza wa jalla anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na umati wake, anawasimbulia tumekupa roho e, kutoka kwetu sisi. Kabla ya hapo hukuwa ukijua ni nini imani ni nini sheria ma kunta tadiri mal kitabu wala al iman, hukua ukijua sheria wala imani, walakin jaalnahu nuran nahdi bihi man nashau min ibadina, lakini Qurani hii ni nuru. Kwa hivyo Qurani imeitwa kuwa ni roho, na kwa sababu hakuna maisha bila e, bila ya Qurani, na imeitwa ni nuru kwa sababu wanadamu wakiwa wanaishi vyovyote watakavyoendelea na sayansi zao na teknolojia zao bila ya Qurani watakuwa wako katika giza. wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Tunamuomba Mwenyezi Mungu azza jalla atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.